Jamani, mimi kwa jina langu jamani inaitwa Chumvi. Jamani, mimi ni ustazi, nadhani mwengi mnanijua hapa. Nashukuru.

Mi naomba mnisikilize jamani. Najua nawakosa na nawaharibia unawapandisha samani, samani. <coughs> samani jamani, samani. Tuomba kidogo tutambuane jamani. Naam, wow. Shi wangu mimi na shi wangu si <coughs> nani hapo? Shi wangu hapo <coughs> anaitwa ah, naitwa nani? Shi wangu asema mimi naitwa Nichunju, ali ndugu yangu kabisa. Tukane mikono jamani. Tukipeana mikono manake ni ishara ya amani jamani. Hii ni amani jamani. Shia watu wewe subiri, shia watu umewakasirisha sana. Jamani, unajua sisi ni wanadamu, tuna madhaifu, tuna makosa, au sio bwana na nyote ni Waislamu hapo. Napiga simu hapa na naisi ile nyama itakuwa itakuika fresh orama kibibi, niambie mama la mama, uko hapo kwa mrombo. Ah akuvala baba, nyama ime tayari, ara kwambia kama oma roast na ndizi. Oya, leta kitimoto kilo mbili, usisahau kilo mbili. Inna lillahi Mwenyewe ulahi wewe fana, kuna namsoma huyu jamaa Ora, ramamdogo kuna choko mmoja hapa naleta mbishe za kijinga, ngoja nimshughulikie kwanza. Hiyo ngoma, mpe jamaa lete kababu hapo. shaanu bwana themanini. Jamani, najua tumewaingilia katika jambo lenu, mpo katika sehemu ya starehe. Najua sisi ni wanadamu bwana. Huyu Shabdala sheari hapo, yote ni Waislamu na Waislamu, mimi nachoamini wote ni ndugu moja. Kwa hiyo kama ni ndugu moja, sisi wote ni ndugu, ndugu zangu. Unielewa? Shee kakosea kweli, kama kakuta mna starehe nini hivyo? Unajua watu bwana, kila mtu ana starehe yake, ila mimi nipende kuomba mtusamehe, mimi na shehe. Wewe stare yako nini hasa sasa? Maana utupe na stare yako, so unataka zetu tu kutunyoosha? Uo na starehe gani? Tusichokoe sana kwa sababu nimewakuta kidogo hapa na shehe wangu, mmekosana kidogo, ila sasa mimi nataka tu niwarekebishe, kwa sababu huyu shehe naye ni binadamu. Ina maana kifupi, mimi na shehe wangu tumewakosea jamani, tunaomba mtu huyu radhi. Hata siku moja wewe, ah, shehe mimi shavuta sana hiyo vitu, shakunywa sana pombe, sasa kwa nini ukapiga mbishi? Yaani kama wewe unajua kabisa vibe mingi. Ah, sikilize shehe wangu, hivi vitu bwana, unajua Mungu kakataza <laughs> lakini watu wanatumia, menielewa, lakini kuna faida na hasara. mm -hmm. Menielewa shangu. Kwa hiyo hivi vitu nyinyi mnatumia ni gharama, hizi pesa. Mzee wangu hapo, familia yako nakutegemea kama wewe. yes, yes. oh, oh. kwa ni kioselfu ishinatanmwsasauo ndio mtihani unapotokea hapo, kwamba hela umetumia, lakini sure. unahitaji kula kwa hiyo shehe wangu, mimi niwausie kitu kimoja. Naomba mnisikilize kwa dakika tatu tu hata mbili. Ndugu zangu, naomba mnisikilize nitapendeza. basi bwana Shekha Ali, unaitwa jina kabisa Shekha Ali uhum. Sahaba, kuna sahaba moja alikuwa anaitwa Ali bin Abi Talib. Yaani wewe kama utafuatana naye shekhe, utapendeza sana wewe. yaani shekhe wewe. Yaani umekuwa mtu wenu, uso wako wa ibada kabisa yani, ila hivi vitu najua tu ni shetani. Eh. Uhakika, ni wewe ukifanya ibada shekhe unapendeza. Yaani uso wako kabisa unapendeza kabisa. Kweli baba. Sasa pigia makofi. Pigia makofi shekhe bwana. Hey, eh, uso wa ibada. Nasikia basi. Kwa hiyo bwana ndugu zangu, mimi niwahusie kitu kimoja. Sisi kweli tunatumia tumia hivi vitu na Mwenyezi Mungu hapendi. Kama Mwenyezi Mungu hapendi ni vyema tujiepushe navyo ili tumridhishe nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama wewe shehe kakosea ni mwanadamu, si kwa ufupi sote tumefanya tumekosea lakini angalia hasara. Leo tupo duniani, kesho hatupo duniani, tumekufa. Na wewe hukumtumikia Mwenyezi Mungu, utamwambia nini Mwenyezi Mungu? Kwa ndugu zangu, sisi tunawakaribisha pale msikitini. Kama wewe mzee wangu ukifika pale msikitini utapendeza kabisa kabisa, yani wewe, yani ni mtu mzuri. Kwanza mi nashukuru mmetupokea vizuri Amne. Jaziba mmeshusha kwa maana nyewe mnaelewa kweli Mungu yupo bona zile jazba zimeshuka. Kwa hiyo mimi hapa ni bangu hapa ni bangu ni mwini mwini, a, kama kuna sufushi muda. Ndugu zangu, kesho mimi nitakuja kwa sababu najua sasa hivi tayari hamko vizuri. Kwa hiyo kesho hata atajeru hapo kwa Chiba, siku leo kidogo kusarevina. Alhamdulillah, nimetembea kidogo mazingira mazuri, ila kesho inshallah mm, tutakutana inshallah ili niweze, kwa sababu najua sasa hivi tayari hapa ilikuwa tu nimetuliza hasira kwa sheh wangu hapa. Na shekhe, hawa vijana bwana, umewakosea, wazee umewakosea. Kwa hiyo ulikuwa unafikisha dawa, lakini ulivyowafikishia, bona fadhali alivyokuja kutupa hiyo majibu yangu mzangu, katika heri, jambo la heri. Kama nimewakosea jamani, naombeni na upendo bwana, upendo, upendo ndio kila kitu, upendo ndio kila kitu jamani sana. Sisi tunawahi ila tunakaribisha msikitini pale, inshallah utakuwa na darasa pale. Kama wewe ukija bwana, inshallah itapendeza, mtapendeza sana mtakapoingia katika ibada

Anasema Ali sijui abi ah, baba kumbe mimi Mwarabu ndio maana nashanga si hii marefu inatoka ovyo, na nyoa siku mbili dabo. <laughs> Sema dingi ni kwambie, na yeye ding kitu na unavuta sana kama vipi? tuache hizi mambishi, kwa nini ujue no, uh, nimekuja hapa na thelathini. Najua hiki tu ni <sighs> mbaya. Sina sana, sina fadhila zangu ule jamaa ule mmoja ule eh? Mwanangu, hii kitu mimi sipigi tena. Kwanza nishaga hili kwanza, nataka hela yangu au kazi ngu, wewe omu, mimi sitaki tena, tuache tu makorokoroni. Atachukua ora kwanza, hapa ishakuwa kijiwe nongo, jamaa shaanza kuleta ule vibe gundu, wenda mapoto akatimba hapa, so time sema nini wanangu? Anayebadilika abadili Hey, mi naenda nao kichwani. Hiyo mimi nitajua nini nafanya kama ni kanzu nitalamba tu. Asalamu alaykum salaam bwana, yeah. Bwana mimi naitwa Suleiman eh, yeah. Shekhe wangu ukifika katika sehemu za da'wa kama zile na, angalia namna yanajua, kuna vitu vingine unafikisha ujumbe ni halali kabisa, naam na. Lakini unaangalia watu hao unafikishia ujumbe kwa namna gani? Naam, naam pale wangekukata na, na wange na mapanga wange shika ah, tena ndio hivyo, umemsaidia sana eh, eh katika ile tuliza yako, namshukuru Mwenyezi Mungu, umetishia ujumbe kwa namna Mwenyezi Mungu anavyotaka tuwapende, naam na. Yaani Mwenyezi Mungu wale waliokobaa wale, na watakiwa tufanye kama wale vijana waliokuta na, na, na wale wazee na kunyopomba na kutabangi wale, ndio watakiwa tuwatoe kule kila buni tuwalete huko msikitini lakini huwezi kuwaleta tuwalete, kwa, kwa, kwa maneno mazuri. Kwa shekho wangu, uniwie radhi kama kuna ah, hujaniwia radhi shekho. Eh, tena nashukuru Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi na kufanyie wepesi katika mambo yako inshallah inshallah inshallah inshallah inshallah.